Naejaji mkuu mstaafu David Maraga na waziri wa zamani Fred Matiange wameelezea imani ya mshikamano wa upinzani kuondoa mamlakani serikali ya Kenya kwanza kwenye uchaguzi mkuu ujao. Nam, akizungumza kaunti ya Kisumu, Maraga alisema kwamba hoja muhimu ni kuiondoa serikali ya sasa ambayo alisema itafanikisha ikiwa Wakenya watajisajili kama wapiga kura. Na vilevile, Matiange aliyezungumza eneo la Siokimao, kaunti ya Kajiado, pia aliinyoshea serikali kidole cha lawama kwa kila alichosema ni ku a wa Wakenya tutafanya kazi wata, wata na wale ambao watakuwa na ile vision yetu. Yule mtu ambaye atataka kukati, kutekeleza katiba, niko tayari kufanya kazi na yeye. Yule mtu ambaye atakemea uh, corruption na ataki pesa ya serikali ibiwe, niko tayari kufanya na yeye, tuko tayari kufanya na yeye sababu hiyo ndio mimi nimesimamia, nime, nime, nime, na ndio mimi nataka kutekeleza mwanzo mwanzo inakuanga namna hiyo, tunapangana na sasa. Tukipangana namna hii, tutakuwa pamoja, kwa sababu tunajua wananchi wa Kenya vile mmesema nyinyi wenyewe na vile hawa viongozi wamesema wanataka, tafadhali sisi sote tuwe pamoja, na ninawahakikishia, sababu nimezungumza na wengi wenzangu katika upinzani, tunazungumza.